Wapinzani, mseme msemeje viongozi wapinzani, mseme msemeje viongozi mtetezi. Puto Kamba oye, inawashika pini. Imeenda hiyo, imeenda, imeenda. Nashukuru sana kwa fursa hii ni toe shukurani za pekee imeza kuu lakini pia mlezi viongozi wa mkoa. Hakika ni mpango wa Mungu, si mpango wa mwanadamu kwamba mimi na nyie kukutana hapa leo. Nimeambiwa ni mafunzo ya wanamtetezi wa mama, si ndio? Eh, lakini mnasema mtetezi wa mama, lakini mbona ni, ni mtetezi wa mama na mtoto, ammalizile na mtoto mtetezi wa mama na mtoto, si ndio? Kwa sababu nimeona maneno mazuri sana kwenye tisheti zenu nyuma, nimeyaona nikayasoma, maneno mazuri sana sana sana, yameandikwaje? sana sana. Ehe. Ehe. Ehe. mama na nani na mtoto. Haya, asante sana, mi naitwa mwalimu Hilda Malosha, ni afisa maendeleo ya jamii kama alivyonitambulisha mwenyekiti na ratibu dawati la maendeleo ya jinsia, niko manispaa ya Ubungo, ni afisa maendeleo mwandamizi. Pongeze sana nisije nikasahau. Katika maisha ya mwanadamu tunaamini kwamba kujifunza ni kunamalizika unapoingia kaburini, eh? Kwa hiyo, kwa kile ambacho leo wana viongozi wa mtetezi wa mama na mtoto mmekiona cha thamani kuandaa fursa hii ya kutoa elimu kwa viongozi ni kitu kikubwa sana kuliko mnavyoweza kufikiria. Kila inapoitwa leo, tunajifunza vitu vipya. Inawezekana kukawa amejifunza kwa uzuri au kwa ubaya, kwa ugumu au kwa wepesi, lakini kujifunza hakuna mwisho. Anayekataa kujifunza anataka kudanganywa. Anayekataa kujifunza hataki kubadilika. Anayekataa kujifunza hataki kuendelea anayekataa kujifunza anaweza kufananishwa na mtu aliyefariki lakini anatembea. Ongereni viongozi, ongereni viongozi, najua mna mengi, najua mna mambo mengi. Mji wa Dar es Salaam kila mtu anaujua, wanasema kila kitu tunalipia kasoro kutema mate. Lakini mkaweka rehani mda wenu kuja kujifunza, hamtaondoka kama mlivyo. Ni ibada mmefanya, mtabarikiwa kwa hilo. Ni akiba mmetengeneza, mtavuna kwa wakati na majira yake. Tunapopewa maiki, maafisa maendeleo, tunaambiwa tutumie fursa hiyo tuongee vingi. Nimeitwa tu hapa kufungua, mwenyekiti nisamee, eh, usukuma humo ndani, lakini pia na jukumu langu la afisa maendeleo nimesema na ratibu dawati la maendeleo ya jinsia inawezekana ikawa ni kitu kigeni kwenye masikio ya wengi. Idara ya maendeleo ya jamii ambayo tuna waziri mahiri sana Dr. Dorothy Gwajima, tuna madawati tofauti tofauti likiwemo dawati la maendeleo ya jinsia. Tunaposema dawati la maendeleo ya jinsia, maana yake ni kwamba ni dawati linalo ratibu kuwajengea jamii uelewa juu ya nafasi ya kila mmoja alipo bila kujali jinsi yake. Tunafahamu kulikuwa na mifumo dume na vitu vingine, kuna vitu vilionekana vya wanawake, vingine vya wanaume, si ndio? Eh, ili dawati sasa limekuja kuratibu kuona kila mmoja kwa nafasi yake sehemu alipo bila kujali jinsi yake anaziendea fursa zilizopo. Kwa mimi kuwa mwanamke, mwanamke hainizuii kukutana, kukutana na fursa mbele yangu. Kwa mwenyekiti kuwa mwanaume, mwanaume haimpi kipaumbele na, na upendeleo wa fursa zilizopo mbele yake. Sisi wote wanawake kwa wanaume fursa zilizoko mbele yetu ni za kwetu. ndiyo maana ya dawati ya dawati ya dawati la maendeleo ya jinsia, jinsia. tunaposema jinsia ni mahusiano ya jinsi ke na jinsi me, mahusiano ya wanawake na mahusiano ya wanaume, ya wanaume. katika kuyaendea maendeleo, maendeleo endelevu nadhani nimeliweka vizuri. zamani tulipokuwa tunazungumzia habari ya, ya jinsia ilionekana kwamba inamgusa mwanamke mwanamke mwanamke lakini Tatina, naomba niseme tunaposema tuna tuna tuna maendeleo ya tuna jinsia yanamgusa mtu yoyote, alimradi ni mwanadamu, mwanamke, mwanamke, mwanamke au mwanaume. Jinsia ikaenda mbali kuangalia pia kundi lililosahaulika. Hapo sasa ndiyo anaingia mwanamke, anaingia mtu mwenye ulemavu, anaingia mzee, watoto kwa hiyo tunaratibu ile dawati. Leo nimepata jukwaa la kusema kwamba tunaratibu kuona kwamba kila mtu kwenye jamii kwa nafasi yake alipo ya anauelewa wa haya mambo ya jinsia, mahusiano yaliyopo, lakini fursa mbalimbali ambazo zipo kwenye jamii yetu. Mtetezi wa mama eh, kwa jina mimi naitwa Gama Jumagama kwa nafasi hii ya taasisi ya mtetezi wa mama ni makamu mwenyekiti wa wilaya ya Ubungo mtetezi wa mama. E, leo tulikuwa na semina elekezi kwa viongozi wetu wa ngazi ya kata kumi na nne katika wilaya ya Ubungo, ambapo maamuzi haya yalifanyika katika vikao vyetu vya wilaya na kuamua kwamba viongozi wetu baada ya kuchaguliwa mwaka jana walikuwa hawana mafunzo wala maelekezi yoyote. Kwa hiyo leo tumeamua kuwafanyia maelekezo ya kujua kila mmoja ajue jukumu lake na nini anawajibika kwenye taasisi, lakini kikubwa, taasisi hii pamoja na uelekeo wake wa kumtetea Mama Samia kwa jitihada alizofanya na kumuunga mkono na pia kujiandaa na uchaguzi wa Oktoba kwamba tunashiriki kama watetezi wa mama. Kwa hiyo hayo ndio maudhui na mazumuni ya kukutana hapa. Semina yetu ilikuwa na eleke, elekezi kwa mada takribani kumi. Wajibu na majukumu ya kiongozi, nini maana ya mwenyekiti wa mtetezi wa taasisi ya mama, nini maana ya katibu wa mtetezi wa mama, lakini pia nini maana ya viongozi wote kwa ujumla wake. Kwa hiyo tumehitimisha. Tulianza tangu saa mbili na nusu mafunzo haya na tukaja kufunguliwa mafunzo yetu na mgeni rasmi kutoka wizara ya maendeleo na jamii ya wilaya ya Ubungo. Baada ya hapo mwenyekiti wetu wa taasisi ya mama ya mtetezi mkoa wa da Dar es Salaam alikuja akatufungia ma, mafunzo yetu haya, na sasa hivi tumeshamaliza. Hivyo tunaishukuru sana serikali ya mama Samia kwa vile anavyoziunga mkono taasisi haswa taasisi hii ya mlezi wa mama. Tulienda kufanya mkutano wetu Dodoma, na sasa hivi tena tunataka kwenda kufanya mkutano mkuu wa chama na taasisi yetu pale Dodoma tarehe 25 mwezi wa saba, na tumeitikia tunavyosema kwamba Oktoba ni tiki ni tiki kweli ya kuweza kumchagua Mama Samia na kushiriki uchaguzi mkuu. kwa majina Liyana Kiajoba, wengi wa taasisi ya mtetezi wa mama wilaya ya Ubungo e, mtetezi wa mama wilaya ya Ubungo naona inafanya mambo mengi mazuri ya kijamii. Nimeona wakitembelea e, walemavu wakipanda miti, lakini na mambo kadha wa kadha na kuna mingine tulikuwa tukiwa pamoja na mkuu wa wilaya, tulishirikiana kufanya vitu vingi. Kwa hiyo nashukuru kwa kazi wanaoifanya, asante sana. Boresho eh, ukija upande wa barabara, tumeboreshwa barabara kwa kweli, hata kama pale ambako tunaona bado ujenzi unaendelea. Ujenzi unaendelea ukiwa kwamba kuna imani baada ya huyo ujenzi kumalizika tutakuwa tuna barabara na miundombinu mizuri ambayo itakuwa imeepusha foleni. Kwa hiyo ninavyosemea ujasiri nilionao kusimama hapa, nasimama hapa kwamba nitajibu kwa hoja mtu yoyote atakayeinuka kusema kwamba eti uchaguzi ya mna Oktoba, tutatiki kwa hoja, kwa sababu mama amefanya na mama ametekeleza. Naomba nieleweke ni, ni kwamba mama, hame, mama amefanya na ametekeleza na ametuheshimisha sisi wanawake wenzake katika nchi yetu ya Tanzania. CCM oye! Vile vile tumeweza kuona kwa mimi ambaye natokea wilaya ya Ubungo jimbo la Ubungo, maendeleo mengi yamefanyika, ikiwemo miundombinu, ikiwemo shule. Kwa mfano tuna shule ile ya National Housing, tumeweza kupatiwa dispensary, tumeweza kuwekewa kituo kikubwa cha uwekezaji East African. Tumeweza kuwa na uh, easy flyover. Tumeweza kuwa na mikopo hii ya wajasiriamali wadogo wadogo na wakubwa ambao inapita kwenye halmashauri, imeweza kubeba makundi yote wakiwemo makundi maalum. Lakini sio hivyo tu, hata kwenye mitaala ya elimu, mitaala imeboreshwa, nafasi ya mtoto imeweza kuangaliwa, elimu bure imeweza kutolewa, na hata wanafunzi walioko vyuoni wameweza kuongeziwa bumu, kwa maana ile hela ambayo inaweza yi ikawatosheleza wao kujikimu. Sio hivyo tu, tumeona maendeleo mbalimbali yakiwemo ya kiwizara kwa mfano wizara mifumo inasomana sasa hivi, tunaona pato la taifa linaongezeka, lina kipato cha mtu mmoja mmoja kinaongezeka. Hivyo basi mwanamke amechukua jukumu kubwa sana, kwanza yeye ndo anawajibika katika kuleka malezi, almost ni kama asilimia hamsini, themanini ya mama anakuwa anawajibika katika swala la malezi. Tunajua kwamba anapokuwepo mwanamke, ni anakuwa atakapoelimishwa mwanamke anakuwa ameielimisha jamii nzima, kwa maana baba, mama na watoto Taasisi ya Mama na Mtoto imeamua kubeba swala hili kwa upendo, ndio maana imekuwa ikitoa semina elekezi kama hizi, lengo la kutaka kuwajengia uwezo wanawake waweze kujitambua na kuhamasisha, kwamba hata mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Muda utakapofika, wanawake watoke mbele, waende wakagombea nafasi tofauti tofauti, kwani uwezo tunao wote na majukumu wanaofanya mwanaume, hata mwanamke anaweza kufanya. Tusiogope, tujidhatiti, tutoke na tuhamasishane tupeane faraja ya kwamba wanawake tunaweza na muda ukifika, tuchukue fomu, na pale mwanamke wenzetu atachukua fomu tuwe nyuma yake, tumpigie kura. Na vile vile taasisi ya mama na mtoto kwa sababu ki imesajiliwa rasmi na inajihusisha na mambo ya kiuchumi, kisiasa na kijamii. Katika semina ya leo pia tumeelekezwa kwamba muda utakapofika wa watu kwenda kupiga kura wakapige kura, kwani ni haki yao ya msingi, na vile vile wawachague viongozi wanaowapenda ambao wataweza kuendeleza nyanja zote za kiuchumi kisiasa, kijamii. Hivyo tutakuwa tuna taifa bora, taifa linalojielewa, taifa ambalo linaendana na mazingira yalivyo. Kwa mfano sasa hivi kuna utandawazi mkubwa, kutokana na uh, teknolojia imekuwa sana. Kuna hii akili mnembe, ambapo mashine inaweza ikafanya kazi kwa kutumia ubongo wa binadamu au uwezo wa binadamu. Kwa hiyo utunzaji wa mazingira na vitu vingine vyote vimebebwa na taasisi ya, ya mtetezi wa mama ambayo tunapokea maelekezo ya, tunaiunga no, tuna mkono serikali iliyoko madarakani katika utendaji wake wa kazi kwenye sehemu tofauti tofauti. Asante kwa kupewa nafasi hii nikiwa kama mmoja wa washiriki wa semina ya leo. Nashukuru bwana mwenyekiti wangu, naomba kumtangaza Bi Suza, kuanzia leo ni hamasa mkoa wa Dar es Salaam. Asilimia kubwa viongozi wa mkoa tunatoka wilaya ya Bungo. Ni namna gani Ubungo tunavyofanya kazi. <coughs> <coughs> cheo kipokee kwa moyo mmoja. Nipo hapa, shabiki maandazi ni katibu, lakini pia hamasa na uweza, tutasaidiana. Mimi ni katibu nisiyejua, lakini mwenyekiti wangu pia tunasaidiana. Ni mwenyekiti ambaye anakimbia kile kitu, lakini pia tunasaidiana, ili vitu ni kusaidiana, tusifichane. Unaona, una changamoto mwambie mwenzio ili mambo yaende sawa. Mama Samia oye, toma tuna.